Mimi nimeletewa taarifa ya mtu wangu aliyekamatwa kwa maana ya kwamba ametekwa nyara na kwa maelezo ya kwamba ametekwa nyara na watu wa usalama wa taifa. Na mimi asubuhi kesho yake bwana huyu anaitwa Joseph, Bwana Joseph wa, alikuwa mwenyekiti wetu wa Temeke hata jina nitakupa hmm, tu. Na hiyo kesi nafikiri baadaye ilifika polisi sijui iliishia wapi. Huyu bwana ametekwa nyumbani kwake saa sita usiku. Kwa mimi najua ametekwa na, na usalama wa taifa na nilikuwa na kesi nyingi za usalama wa taifa, kweli kuteka watu wangu. Saa sita asubuhi nikaitisha press conference, nikaisema sana usalama wa taifa na serikali. Saa nane mchana huyu mtu amepatikana ametupwa maeneo ya Ununio, ameumia sana usoni. Lakini mwezi mmoja baadaye, kijana wangu ofisa wa Red Brigade anakuja kwangu, ananiambia Dr sla mimi ndiye niliongoza kikosi kilichoenda kumteka nyara na tumempiga tukamtupa. Kwa ndani ya Chadema mlikuwa mnatekana kwa, kwa hiyo kap... Sasa nasema mimi nilipoulizwa hivyo, nikauliza kwa nini hamkuja kwangu? Mimi katibu mkuu nilikuwa sikupewa taarifa hmm. Nikauliza kwa nini hamkuja kwangu m... ha, wako viongozi wanaojua ukiambia hivyo unaendelea sasa, vitu vya namna hiyo ni kweli vilikwepo na mimi nilikuwa nime, nimevichukia, na, na nimesema hii siku nyingi.